Welcome back katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as The Rap Addict. Ni kukaribisha sana katika episode yetu mpya, episode ya 74 na ya Wanangu Podcast ambayo imejikita katika kuletea makala fupi inayoelezea brand nzima ya MTV kuanzia kuchipua kwake, kukua kwake mpaka kuja kuporomoka kwake na kupoteza mashabiki wengi, au watazamaji wengi ambao walikuwa wakisupport brand hiyo. Na hii imekuja kama inspiration baada ya MTV kufunga chaneli zake nyingi duniani ambazo zilikuwa zikipiga mziki masaa 24 na moja kati ya channel ambazo zimekuwa affected ni MTV Base Africa. Kwa hiyo hiyo ndio ika inspire mimi kuandaa hii makala fupi ili watu waweze kuelewa kwamba MTV imetokea wapi na kwa sababu gani pengine inapunguza uh, channel hizi ambazo zinapiga muziki masaa 24 kwa sababu ukiangalia uh, MTV kubwa ile channel ambayo imebakia sana sana inarusha hizi reality shows na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mabadiliko ya namna ambavyo MTV inafanya biashara yake sasa hivi na nafikiri kitu muhimu kuweza kukijua. Enjoy. Kulikuwa na wakati ambapo kuwasha TV yako kulimaanisha kugundua muziki ambao hukujua ulikuwa una uhitaji. Wakati ambapo kituo kimoja kilipobadilisha mitindo ya mavazi, lugha ya vijana, mwenendo na sauti ya kizazi kizima, herufi tatu zilifanya yote hayo. MTV. MTV, MTV haikuonyesha tu video za muziki, iliunda mastaa, ilizindua kazi za wasanii ikaongoza utamaduni wa vijana na kuwafanya wanamuziki kuwa alama za kimataifa. Lakini leo ukitazama MTV kwenye runinga yako, mara nyingi utakutana na reality shows tu. Kwa walio wengi, MTV sio kitu cha kutazama tena, ni kumbukumbu kumbu tu. What really happened, nini kilitokea? Hii si hadithi ya ya siku moja ya kufungwa kwa kituo hiki. Ni hadithi ya jinsi MTV ambayo kwa wakati mmoja ilikuwa sauti kuu ya vijana ilivyofifia taratibu, ilivyopaa, ikatawala, ikabadilisha, na hatimaye ikapoteza hadhira iliyoitengeneza yenyewe. Leo tunachunguza kuzimika kwa MTV kama tulivyoifahamu, tukiangazia umuhimu wake, nyakati zake zisizosahaulika, kuporomoka kwake na ujio wa majukwaa ya kutiririsha maudhui maarufu kama streaming platforms ulivyochukua nafasi yake. MTV ilipozinduliwa mwaka 1981 nchini Marekani ilikuwa ni jambo la kimapinduzi. Iliweka muziki mbele na vijana katikati ya utamaduni. Kabla ya MTV kugundua, muziki ilitegemea redio, maduka ya kuuza santuri na maneno ya marafiki. MTV ilibadilisha hilo mara moja. Ghafla nyimbo zilikuwa na sura, wasanii walikuwa na mitindo, muziki ukawa wa kuona tena. Kwa haraka MTV haikuakisi tu utamaduni, iliuunda. Mitindo ya mavazi ilizaliwa kupitia screen za MTV: suruali pana, makoti ya ngozi, hereni na mitindo ya nywele. Kama msanii alivaa kwenye MTV leo vijana walimwiga kesho yake. Misemo ilisambaa haraka sana, mitazamo ikabadilika. MTV iliwapa vijana ruhusa ya kuwa tofauti na kujiwasilisha wazi wazi. Pia MTV ilivunja mipaka, ingawa haikuwa rahisi mwanzoni, hatimaye ilisaidia kuleta wasanii weusi nchini Marekani kuonekana kwenye runinga. Hip hop, alternative rock na sauti za kimataifa zikaenda mainstream zaidi ya yote MTV ilifanya muziki usambae kwa haraka. Video yako ikionyeshwa MTV ilileta maana kubwa, ilikuwa ni jambo la kujivunia. Urithi wa MTV unaishi kupitia matukio, matukio yaliyojaa msisimko, vurugu na kumbukumbu zisizofutika. Kulikuwa na thriller ya Michael Jackson, sio video tu, bali tukio la dunia nzima. Familia zilikaa mbele ya runinga mitaa ikawa kimya, video za muziki hazikuwa vile vile baada ya Thriller. Tuzo za MTV Music Awards, VMAs, zilikuwa zisizotabirika, wakati mwingine zenye fujo, lakini daima zenye gumzo. Madonna, Britney, Kanye West. VMAs hazikusherekea muziki tu, ziliunda vichwa vya habari. Kulikuwa na vipindi kama TRL, Yo, MTV Raps ambayo ilisaidia kuleta hip hop kwenye mainstream, pip my ride na vinginevyo vingi. MTV haikuwa kamilifu, lakini watu waliifahamu kwa ubora wake. Kuporomoka hakukutokea ghafla, kulitokea kimya kimya, taratibu. Kuanzia miaka ya elfu mbili MTV ilianza kuonyesha video chache za muziki na vipindi vingi vya uhalisia, yani reality shows. Mwanzoni haikuwa mbaya. Vipindi kama Jezi Show na Teen Mom vilivutia watazamaji wengi, lakini kibaya ilikuwa ni kuweka muziki pembeni. Kisha intaneti ikaingia. YouTube ilifanya video za muziki zipatikane wakati wowote, mahali popote. Hakukuwa na kusubiri wala kuhesabu. Mitandao ya kijamii ikawaruhusu wasanii kuwasiliana moja kwa moja na mashabiki wao. MTV ilijaribu kuendana na mabadiliko lakini ikakwama katika utambulisho wake. Je, ilikuwa ni kituo cha muziki, kituo cha reality shows, au ni logo tu ya kumbukumbu -kumbu. Vijana wakaacha kutazama TV. MTV News ikafungwa muziki wa moja kwa moja ukapotea. Kituo kilichokuwa kinazungumza lugha ya vijana hakikueleweka tena. MTV haikushindwa kwa sababu watu walichoka kusikiliza au kutazama muziki. Ilishindwa kwa sababu muziki haukuhitaji MTV tena kupatikana. Leo algorithms zimechukua nafasi ya kututambulishia nyimbo mpya. Kuna playlist zisizo na ukomo ambazo zinaboreshwa kila mara. Wasanii hawasubiri ruhusa, wanapakia, wanachapisha, wanajitangaza papo hapo. Umaarufu unaweza kuja usiku mmoja bila hata ya kuonekana mara moja kwenye runinga. Streaming platforms hazikuvunja MTV peke yake, zilivunja wazo zima la kuwa na lango moja la utamaduni. Hakuna screen ya pamoja tena, hakuna wakati ambapo kila mtu anatazama kitu kimoja kwa wakati mmoja. Na hapo ndipo kuzimika halisi kulipo. MTV ilikuwa na nguvu kwa sababu iliunganisha watu streaming ina nguvu kwa sababu inabinafsisha kila kitu. Je, yeah, kuanguka kwa MTV ni kushindwa au ni mwisho wa zama? Pengine ni yote mawili. Basi mpaka kufikia hapo, tunakuwa tumefikia mwisho wa episode hii ya 74 ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.